Ujua ya kwamba ulivyo navyo ni kwa neema ya Mungu. Amen. Kama unaikala amukufanya biashara, ni sababu Mungu ametaka uifanye. Kama uko na pesa, kama uko na nyumba, kama uko na watoto, kama umeoa, ni sababu Mungu ametaka. Haleluya! Lakini Sulemani, sababu ya utajiri akafanya mambo ambayo ni machukizo kwa Mungu na ikafanya Mungu anamwacha. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Kinachofanya watu kufarakana na Mungu ni kutaka kufanya kitu ambayo iko kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa Mhubiri anaandika anasema, ubatili mtupu ubatili mtupu. Ishi duniani nanasikia ineno ya kwamba vitu vyote vyenye uko navyo viko na mwisho. Kama uko tajiri, utajiri una mwisho. Kama umechenga manyumba, kama unakuwa una na eritashe kabambi, elewa kuna mwisho. Hakuna kitu ambacho kitadumu.